Baba mkwe, kuna jambo nataka kukuambia. Kuna kitu kinanitatiza na sina mtu mwingine wa kumwambia. Nini Lecho? Kitu gani kinasumbua akili yako? Wewe ni msichana mwenye akili usio na wasiwasi. Unajua baba mkwe, kila mtu anajiuliza kwa nini umejificha sana. Nashukuru Lecho, lakini usizani mimi ni kijana. Wewe ni mlembo sana, lakini sio kwenye njia hiyo. Lakini baba mkwe, unajua kama mimi ni sehemu ya familia yako, hii siyo nzuri Lecho. Hii sio njia bora ya kuwa na furaha. Tunahitaji kuwa na heshima na nizamu. Baba mkwe, unajua wakati mwingine mtu anatakiwa kupumzika na kuacha kuwa na hofu. Nashindwa kuelewa Lecho hii ni mbinu gani unayotumia? Hii ni hatari. Siyo hatari, baba mkwe, ni mapenzi tu, hakuna hatari yoyote. Sizani kama ni jambo linalofaa. Hii ni familia yetu na hatuwezi kuharibu heshima. Lakini baba mkwe, umelikalia penzi hili kwa muda mrefu sasa. Hii ni hatari, Lecho, lakini naona huwezi kujizuia. Labda labda nitakubaliana. Takubali, na wewe lakini tu kwa usiku huu tu. Baba mkwe, nashukuru sana, nitahakikisha hautojuta baba mkwe. Sasa tumekubaliana, tumekubaliana kwa sababu unajua unavyohisi. Lecho, nadhani umefanya kitu kisichofaa, lakini nimefanya hivi kwa sababu sijui, sijali. Baba mkwe, hii ni nafasi yetu, na tumekubaliana kwa pamoja, tutafanya kila kitu Nashukuru sana baba mkwe, hii ni mwanzo mpya naona. Naona Lecho, hili ni jambo L lisiloweza kuepukika, naomba usifanye hivyo tena. Baba mkwe, tutakuwa na furaha pamoja. Nashindwa kusema lolote zaidi. Hii ni hatari, lakini sijui kwa nini nilikubaliana na. Hii ni mwanzo tu, hatuwezi kurudi nyuma, baba mkwe Tumeingia kwenye jumba la furaha, baba mkwe. Unajua tukiwa pamoja dunia inakuwa ya furaha sana, hakuna mtu anayeweza kutuzuia <laughs> Lecho, unazungumza kwa ujasiri, lakini hatuwezi kudhani kwamba kila kitu kitakuwa rahisi. Huu ni mtego mzito. Mtego mzito, baba mkwe, hakuwa na nguvu kwangu, kwani wewe ndiye mwenye nguvu. Huu ni utulivu wangu na utulivu wetu hii itatufanya tuwe katika nafasi ngumu. Tunajua kuwa hatufai kufanya hivyo, lakini kwangu unavutia sana. Na kwangu pia baba mkwe, na najua tutakuwa na furaha sana tukiwa pamoja <sighs> Lecho, ni ngumu kwangu kusema hapana tena. Niko hapa na najua kwa hili ni jambo hatari, lakini sina nguvu tena. Baba mkwe, leo ni siku yetu na tumekubaliana. Na sasa tukae tusikilize mioyo yetu ikidunda kwa pamoja, baba mkwe. Tutakuwa na furaha hii. Ni hatua yetu ya mwisho. Sidhani kama naweza kusema zaidi, Lecho, lakini nashindwa tena kusema hapana. Tumeingia kwenye mtego huu, baba mkwe. Tunakwenda mbele sasa, hatufai kujua mizunguko ya maisha Labda, labda tunakwenda kwenye njia ya furaha, lakini hatuwezi kusema hili. Hili ni jambo la kawaida lecho. Hili litakuwa limejaa matokeo. Matokeo haya yatakuwa ya furaha tu lecho. Naweza kusema sijui tena, huyu ni mwisho wa mashaka. Naanza kuona ku, kuwa tulikuwa na furaha tangu mwanzo. Baba mkwe, tutakuwa na furaha hii. Ni mwanzo wa safari yetu ya furaha, hakuna kitu kitakachoweza kutuzuia. Baba mkwe, tumekubaliana sasa, ni wakati wa kutafuta furaha ya kweli. Baba mkwe, hiyo ndiyo maana tunapaswa kuwa pamoja. Baba mkwe leo ni siku yetu na tumekubaliana, na sasa tukae tusikilize mioyo yetu ikidundwa kwa pamoja. Lecho mi bado sijasahau kilichotokea usiku. Nilijua kuwa kuna mambo ya ajabu, lakini siwezi kusema ni sahihi, lakini nashindwa kusema hapana kwako. Baba mkwe, hatutakiwi kurudi nyuma. Hii ni hatua. Lecho, nilijua ku, kuwa kuna kitu kilikuwa kinatokea lakini sidhani kama nilikuwa nilikuwa tayari kwa hilo, lakini leo nitajitahidi kutokupinga tena. Nashukuru sana baba mkwe, hii ni mwanzo mpya, lakini tunapaswa kuwa waangalifu. Hii ni familia yetu, Lecho. Tunaweza kuwa na furaha, lakini tunapaswa kuwa na heshima. Heshima itakuja baba mkwe, lakini tunahitaji kuwa huru, Lecho. Unachosema kina maana, hii ni njia yetu. Sidhani kama kuna kurudi nyuma sasa. Lecho, utakuwa na haki. Tumekubaliana na sasa, tutaishi kwa furaha. Hii ni yetu, baba mkwe, tutakuwa na furaha na tutapiga hatua pamoja. Ah, hii njia ni ngumu, lakini nata, nataka kuwa na furaha. Hakuna tena njia ya kurudi nyuma, baba mkwe. Sasa tunahitaji kupanga mipango ya baadaye. Lecho, tunapaswa kuwa angalifu. Hii ni siri yetu, watu wanaweza kugundua na tutakuwa kwenye hatari. Sili yetu itakuwa salama, hatutaruhusu mtu yeyote kujua. Lakini Lecho, tunahitaji kuwa na hofu hii hii inaweza kuwa hatari kwa familia yetu. Baba mkwe, hatupaswi kuwa na hofu, tunatakiwa kuwa makini tu. <laughs> Lecho, kwa kweli, sina nguvu tena, nimekubali, lakini tunapaswa kuwa na tahadhari. Hii ni fursa yetu, baba mkwe, na hatupaswi kuwa na wasiwasi, kila kitu kitakuwa sawa. Naomba tusikosoleze tusiko, lakini tunapaswa kuwa na mipango thabiti. Mipango yetu itakuwa imara, baba mkwe. Hatuwezi kuruhusu kupoteza, baba mkwe. Tumekuwa tukifanya vizuri, japokuwa kuna mashaka. Tujiandae kuwa na furaha ya kudumu. Lecho, kila tunapokuwa pamoja napata hofu, hofu zaidi, lakini pia napata furaha. Huu ni mzigo mzito wa hisia. Najua Lecho, lakini kila wakati nikijua kuwa tunaishi kwa siri nashindwa kujua ni wapi tutajikwaa. Baba mkwe, hatutakiwi kukata tamaa, tunatakiwa kusonga mbele ili kuweza kupigania penzi letu. <laughs> Lecho, kwa kweli sina nguvu tena, nimekubali, lakini tunapaswa kuwa na tahadhari. Baba mkwe, huu ni mwanzo wa kila kitu. Hatuwezi kuwa na mashaka tena, hii ni fursa yetu. Lecho, hatuwezi kusema kwamba tutakuwa na salama, lakini tutaishi kwa furaha. hii ni hatua yetu ya mwisho. Baba mkwe, tutakuwa salama na tutakuwa tunaishi kwa furaha. Najua kuwa tutakuwa na furaha, lakini tunahitaji kuwa na tahadhari. Hatuwezi kufanya kila kitu kwa, kwa urahisi. Hatuwezi kuwa na mashaka tena, wakati wetu umefika. Lecho, najua kwamba kila kitu kinabadilika na sasa hatuwezi kurudi nyuma. Ninajua kwa kuwa tume, ku, tumejua ukweli, hakuna tena nafasi ya hofu. Baba mkwe, sasa ni wakati wetu, hatupaswi kuwa na mashaka tena, maana furaha itakuwa juu yetu. Sasa ni kama tunaweza kuficha hili kwa muda mrefu. Hii ni familia yetu, na kila kitu kinaenda kwa njia moja ngumu. Hatufai kuwa na hofu, tutaishi kwa furaha. Hii dunia ni yetu sasa. <laughs> Nashukuru, leo nimekubali na najua kuwa hatuwezi kurudi nyuma. Sasa ni wakati wa kuwa na furaha, hatufai kuwa na mashaka. Hii safari ni yetu, baba mkwe, tutatakiwa kusafiri pamoja. Sidhani kama tunaweza kuwa na mashaka tena, tutaendelea tutaendelea mbele baba mkwe, hatutaki kuwa na hofu. Tumeingia hili kwa pamoja, inatubidi tupiganie penzi letu. Baba mkwe, leo ni siku yetu, na tumekubaliana na sasa, tukae tusikilize mioyo yetu ikidunda kwa pamoja. Lecho, najua ku, ku, kuwa hatuwezi kusema kwamba tutakuwa salama kabisa. Hii ni, hii ni njia ngumu kwetu, lakini sina tena nguvu ya kupinga. Baba mkwe, kila kitu kitakuwa sawa. Hii ni dunia yetu, hakuna kitu kitakachoweza kutuzuia. Lecho, kila wakati unaponisukuma mbele, najua kuwa tunakaribia kuingia kwenye eneo la lenye hatari. Hatuwezi kuishi kwa mashaka, hatufai kuwa na hofu tena. Baba mko, huu ni wakati wetu. Lecho, najua kuwa umefani, ume, umefanikiwa kunishawishi. Hata hivyo hatuwezi kuishi kwa siri kwa muda mrefu, hatufai kuwa na mashaka tena. Tutaishi kwa furaha na tutakuwa salama. Baba mkwe, tunapokwenda tuweze kusema, tutakuwa na furaha. Nina uhakika tutakuwa na furaha, na tunapendana sana. Sidhani kama naweza kusema zaidi, Lecho, lakini nashindwa tena kusema. Hapana, tumeingia kwenye mtego huu. Baba mkwe, tunapokwenda mbele, tunatakiwa kuwa na mipango madhubuti <sighs> najua kwamba hatuwezi kuishi kwa siri kwa muda mrefu, lakini hatuwezi kurudi nyuma sasa. Sidhani kama tutakuwa salama, lakini tumeamua hatufai kuwa na hofu, tutaishi kwa furaha. Hii dunia ni yetu sasa. Lecho, najua kuwa tumechukua uamuzi mkubwa, hata hivyo tutakuwa na furaha. Hii ni dunia yetu, na tunapaswa kuwa na hofu kidogo. Baba mkwe, hatutaki kurudi nyuma, hii ni hatua <laughs> najua sasa kuwa hatuwezi kusema zaidi, ni hatua yetu ya mwisho. Baba mkwe, sasa ni wakati wetu, hatupaswi kuwa na mashaka tena, maana furaha itakuwa juu yetu. Lecho, hatuwezi kusema kwamba tutakuwa na salama, lakini tutaishi kwa furaha. Hii ni hatua yetu ya mwisho. Baba mkwe, mbona umekaa mwenyewe sebreni na baridi hili? Inaonekana huna mtu wa kukuweka karibu. Lecho, sinikuambia mara nyingi tuache haya mambo? Unajua kabisa hii, hii njia si sahihi. Ni kweli, lakini je, kuna ubaya wa kumjali mtu anayekuheshimu? Hapana, si wewe ni zamila yangu tu. Kila nikikupenda najihisi kuwa kama naivunja ndoa yangu. Baba mkwe, siwezi kudanganya, sijawahi kupata hisia kama hizi za sasa hivi. Lecho, usifanye hivi. Wewe ni mke, wa, mke, wa, mke wa, wa mwanangu. Siwezi. Wewe tu sio baba mkwe wangu wewe ni mwanaume ambaye umefanya nijitambue, kuwa mimi ni mwanamke. Sijui hata kama wewe mwanao najua kiundani, lakini wewe unajua mpaka ndani ya moyo wangu. Natamani sana leo unione kama Lecho na sio mke wa mwanao, ningefurahi sana. Wewe unajua unachofanya nini? Wewe ni janga Lecho, janga tamu, na wewe ndio jibu langu la usiku wa leo. Leo ni siku ya kufanya maamuzi, baba mkwe. Hatuwezi kurudi nyuma tena, Lecho. Nimejizuia mara tisa, lakini leo, leo siwezi tena. Nami nimekuvizia mara tisa, lakini leo nitahakikisha nakula matunda yangu. Hata kama ni marufuku, basi iwe haramu yenye baraka. Habari za asubuhi mpenzi wangu, baba mkwe wangu mtamu. Lecho tulichokifanya usiku wajana, si si otu, lakini wa jana si jambo la kawaida. Hii sio tu dhambi, ni kosa la kifamilia. Je, unajua hatari zake? Lakini dawa yao mwanangu akijua haya atakata roho, na mimi ni baba yake. Mimi ndiye niliomba baraka za ndoa, leo mimi huyu nalala na mke wake. Dawa yao wa hajanipa mapenzi hata robo ya ulionipa usiku wa leo. Ninakupenda, Lecho, lakini sijui kama upendo huu ni wa sahihi. Hakuna upendo mbaya, mbaya ni kuzuia upendo. Wewe <laughs> ni hatari Lecho, hata hata hatari ambayo kila mwanaume angetamani kuzama nayo. Nasema hivi jana leo, amelala chumbani kwa baba yako, na baba yako jana nimemwona anafunga chumba cha wageni. Dawa yao, si hivyo unavyofikiria. Una, una dawa yao Bora nimesema ukweli, nisingeweza kuishi na huu uongo. Sikutegemea kufikia hatua hii, lakini moyo wangu unaniambia si kurudi. Si Lecho, tumevuruga kila kitu, lakini sasa tumebaki sisi wawili tu. Baba, natamani siku moja jamii tuelewe. Natamani kuishi kama wanandoa wengine. Lecho, umri wangu sio mdogo. Naumia kuona watu wakiona kama, kama mnyama. Lakini kila nikikuona moyo wangu unasema umechelewa kupata hili penzi.